Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Pam. Kundi la wasichana wa China wenye shauku kutoka sehemu mbali mbali za China wamejiunga na timu za soka ya ridhaa, ambapo wanapata furaha ya pamoja na kupata hisia ya kuthamini nguvu zao za ujana na kujitolea. Katika uwanja wa nje wa soka mjini Beijing, mashindano makali yalikuwa yakiendelea huku kukiwa na baridi ya jioni. Timu ya wasichana ya Mianbei imeandaliwa na wanamtandao kadhaa wanaopenda soka. Timu hiyo sasa inajumuisha wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo na wale wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali. Hu Wenqing mwenye umri wa miaka kumi na saba ndiye mchezaji mdogo zaidi wa timu hiyo. Yeye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Beijing na amekuwa akicheza soka kwa miaka kumi. Ho Wenqing anasema timu hiyo inampa fursa ya kipekee ya kucheza na wasichana wengine. Ling Pei Rong mwenye umri wa miaka 23, anatoka katika mji wa Fuzhou katika mkoa wa Fujian, mashariki mwa China anafanya kazi katika taasisi inayohudumia watu walio na magonjwa adimu. Ji Yang ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Beijing Jiaotong. Bwana Xu Zhibin mwenye umri wa miaka 37 anajishughulisha na mafunzo ya soka kwa zaidi ya miaka kumi. Tangu mwezi Septemba mwaka jana, ameunda timu mbili za soka za wanawake na kuzifundisha bila malipo na kusema uzoefu huo maalum ulimfundisha mengi kwa upande mwingine, kundi la wasichana wa kabila la Yi katika mji wa Chandu kusini magharibi mwa mkoa wa Sichuan nchini China wanajitahidi kutimiza ndoto yao ya soka. Wasichana hao ambao wanatoka katika kata ya mbali ya Butu katika wilaya ya Liangshan ya Sichuan iliyoko kwenye mwinuko wa takriban mita 2500 juu ya usawa wa bahari wanaasili ya ustahimilivu. Miaka mitatu iliyopita, walichaguliwa katika programu ya elimu iliyolipiwa harama zote na kwenda katika mji wa Chandu, kusoma na kupata mafunzo. Kuwafundisha vijana kamwe si kazi rahisi. Kila ushindi unatokana na mazoezi ya mara kwa mara, huku vijana wakiboresha ujuzi wao bila mara ya kukabiliana na wapinzani wakali. Mbinu za kisayansi pia ni muhimu katika kuboresha uchezaji wa uwanjani. Sun Jiawe, mkufunzi wa shule ya kati ya Chandu nambari kumi na nane, ambapo wasichana hucheza soka, alisema wasichana wanajifunza kutoka kwa wakufunzi bora, wakiwa kama wanafunzi wengine wengi kutoka maeneo ambayo hapo awali walikuwa maskini. Familia za wasichana wanataka kuzingatia zaidi masomo yao na kuona kuwa soko si kama inawapa mustakabali mzuri, lakini wasichana hao wanataka kuthibitisha kwamba kuwa mwanamichezo bora kunaweza kutoa lango lingine kujiunga na vyuo vikuu vya China. Kwao mchezo wa soka siu mchezo tu, bali pia kuwafanya wasichana kuamini kwamba kama wakifanya bidii basi hakuna kisichowezekana, ndani au nje ya uwanja. Haya, kwa leo, kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine mengi yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Pom, kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China